Kama ambavyo tumeona baraza la mawaziri lilivyotoka, na niseme ukweli kwamba imekuja surprise. Imekuja surprise kwa watu walio wengi, imekuwa kinyume na matarajio. Yawezekana watu walikuwa na baraza lao kichwani, lakini mheshimiwa Rais amekuja kutoa baraza ambalo yeye atakuja kutatua matatizo ya wananchi, lakini kuna maingizo mapya e, kuna maingizo mapya. Kuna wizara ya kilimo imepata waziri mpya ambao ni mzoefu, lakini vilevile anayetoka kwenye ukanda wa kilimo. Kwa hiyo tunategemea kwa sababu ametokea Iringa na Iringa ni sehemu ya, ya, ya big five za zile kilimo, basi atakuja kunyanyua kilimo, lakini tumeona Waziri Bashiru amekuja kwenye wizara ya uvuvi vilevile, nadhani kwa sababu naye anatoka kule kule na atakuja kumsaidia mheshimiwa rais. Na sisi kwa upande wa utalii tunahitaji muendelezo wa kasi ya 5G ya miundo miundo mbinu ya utalii ili Le kufikia lengo na dira ya maendeleo ishirini na tano thelathini, tunahitaji karibu idadi ya watalii ifike, uh, milioni nane. Kwa hiyo tunahitaji uboreshaji wa miundo mbinu pamoja na ujenzi wa barabara za kule hifadhini. Waliochaguliwa, mimi naomba kwamba wafanye kazi kwanza, tunaombea kwa Mwenyezi Mungu, wafanye kazi kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa bidii na Mungu awasaidie katika kutimiza wajibu wao. Wafuate wow, sheria and... za e, nchi. Unapokuwa kiongozi mkubwa wa taifa ama kiongozi wa taasisi e, tunapima vitu kadhaa vya kuteua uteuzi. Hatuteui ili mradi ni rafiki yangu, ni jamaa yangu, bali unaangalia mambo ya msingi. E, wataalamu wanasema uh, e, wana, wanasema neno dogo kwamba genius one do do do what what he he want to do but intelligent do what he supposed to be done kwamba mwenye maarifa ufanye kile kinachohitajika. Daniel Chongoro tunaamini kabisa kwamba anaishi na wakulima, na wakulima, anajua kilimo na anajua changamoto za kilimo. Tuangalie mfano kwa sasa hali ya mabadiliko ya tabia nchi yameathiri sana nani, suala zima la kilimo. Sasa msimu kama huu, wakati mwingine, miaka mingine, tulizoea mwezi wa kumi tarehe ishirini na tano mvua zinaanza kunyesha. Mwezi wa kumi na moja huu, mbolea za kupandia zinakuwa zimekwisha fika na zimefanya kazi vya kutosha, tunajiandaa mwezi wa kumi na mbili kuanza kuweka mbolea. Tunachokiomba kwa Mheshimiwa na serikali kwa ujumla kwamba pembejeo za kilimo ziweze kupatikana kwa wakati ili tuweze kupanda na sisi kwa wakati ili tuweze kupata mazao mazuri na kuweza kutuhakikishia masoko ya uhakika ili tuweze kujikwamua kiuchumi. Yaani, changamoto ambazo tungependa azishughulikie na ni masoko, uboreshe zaidi kuhusu yale mazao yetu tunayolima, tupate nini, yauzike vizuri kusudi tusiangaike zaidi.